Imesema ili mradi kwanza amani katika mpira huo ipatikane lazima kuwe na haki. Unajua, amani inakosekana kwa sababu nyingine, aidha ni waamuzi kuonyesha visembo vya waziwazi vya upendeleo fulani. Watu wanajua mpira huuaa shkilatini, lakini lazima pesa watu washaingia hasara, alafu kuna vitendo vinaonekana aidha vya dhahiri shahiri vya upendeleo wa upande fulani. Kuna mwingine asira yake anasema hewalla, mwingine hawezi kusema hewalla pale pale, atari yake yakshini yake mwingine kuapata mtu kwaakijana ufuiza. Kwa mi nisema kitu moja au niombe kitu moja, waamuzi wata kuchezesha kuanzia hii fainali mpaka fainali, wajitahidi kuchezesha haki aliwasalia upande wowote, kwa sababu mimi wa mimi sasa kuwa mnafiki. Tunapata tuna, tuna mambo mitandao ya sikio. Mimi uzuri mimi nasema kweli, nilishampigia simu mpaka bwana Jani, akamwambia kuna mara mimi, kuna nasikia Saratoga timu ya viongozi. Sitaki mimi mnafiki, ile fikishio ujumbe mimi, sitaki mnafiki. Kuna watu wanasema Millenium timu inaandaliwa, eh, sitaki mimi mnafiki, mimi mnafiki. Huwa mimi napenda kuwa huru, ila hivi vitu mimi siviamini. Viamini naamini kwenye uwezo wa timu yako, lakini kama linalosemwa nje basi ili tuli avoid lisiwepo baadaye, lazima kuwe na haki na usawa mipida, kwa sababu timu itakuonyesha mpira mzuri kwa ichukue. Kwa sababu hawa waamuzi ni binadamu, hawa waamuzi wanachezesha wengi, watu mtaani wanawajua amuzi, kashafuata mnampa hamsini, ukasha kupa haki, mtu anaenda kushinda dakika tisini, imenyanyuliwa watu pale awanapinga uwanjani, Mheshimiwa diwani, na utakamata wengi, mmoja anakamata mmoja. Eh, kwa haki ikifanyika, unajua kuna wale unafungwa fea, unasema fea ni umefungwa, umenivika bwana, imezidiwa kimpira. Na kuna kipengele kinasema kanuni za ushirikina. Hiki kipengele nimekipenda hiki, kwa sababu kuna bwana anataka kuja kuvunja nazi uwanjani. Kuja kufanya mambo ya kwa jambo uwanjani mheshimiwa. Sasa mambo nafikiri hata ilikuwa sosi ya ugomvi wa wanadamu kwa sababu ya mambo. Kiwe kila kuna biashara

mtu mm. aina yoyote kwenda kufanya jambo lolote uwanjani pale, yani muda ambao ndio mechi inatakiwa kutaka kufika, kwa sababu saa 7 sababu, yani kusiwe na hiyo hali kwa sababu hiyo hiyo hali zinapelekea nini? Ugomvi. Na nilikuwa na swali, je, yeah, waamuzi watakotumika katika haya mashindano wangapi? Kwa sababu kuna kutakuwa na fourth official officially au hata kwa kwa sababu mwanzo kwenda tumia kimtani mtani, je hapo ni semi final, kutakuwa kwa semi